Mm -hmm. Se, nyumba bila koplo bwana ni pagara. Yaani nyumba bila kunyosha koplo ni pagara. Leo ni siku ya kunyosha koplo. Tumeanzia hapa. Yaani leo ndo tumeanza. Hivi ndo, ndo, ndo vipengele vya mwisho hivi. Yaani hapa ndo tunamaliza. Baada ya hapa tunarejea nyumbani mm -hmm. Si unaona huku, yani hapa ndo tunaendelea hapa mm-hmm. Huu ndo ushirikina wenyewe, yani kwenye nyumba, huu ndo uchawi wenyewe. Bila kunyosha koplo, ndugu yangu, hujafanya chochote kwenye nyumba. Unaweza ukachapia ukamaliza, ila bila kunyosha koplo Hmm. Bado sio nyumba, ni pagara. Hmm. Yani tumeanza leo, yani leo ndo tumeanza, lakini huyu udogo aliyebeba maji huyu bwana usimshangae sana. Sina mengi kusema kwa ajili ya huyu dogo aliyepita. <laughs> Leo ni siku ya koplo bwana. <laughs> Chanangari u kijana naye anapambana kivyake huko kwayo juaga, leo ni mapambano, ni siku ya mwisho. Ndio tunamalizia tu vipengele tudogo tudogo hapa oh. mm -hmm. mm -hmm.